Hatuna pingamizi na kuongezeka kwa majimbo, na tunaamini bado kuna maeneo mengine yatahitaji muda ukifika kuweza kuyagawa majimbo hayo ili kusogeza huduma kwa wananchi. Bado tume haijatangaza haijatangaza suala la, la, la kata ya majimbo mapya yatakuwa na kata zipi na ngapi, na majimbo ya zamani yatakuwa na kata zipi na ngapi? Kwa hiyo ni vema sasa tume e, ije kwa wananchi haraka mapema, iweze kututangazia e, kata zitakazohusika nayo majimbo ya zamani na majimbo mapya. Wanafanya vizuri kwamba sasa hivi tumeshasogea kidogo na idadi ya watu katika majimbo, kuna majimbo mengine yana watu wengi. Sasa hivi, kwa hiyo mbunge mmoja anashindwa kutoa huduma kila mahali awezi akasemea kote, na hata kufika kule inachukua muda. Kwa hiyo nafikiri ni sawa kwa jambo hili, nafikiri wangeongeza zaidi, ili kuwa na wabunge wa kutosha bungeni, ili huduma zipatikane kwa wananchi. Tulifurahi na tumelipokea vizuri tukiamini kwamba nafasi za ubunge zinakwenda kuongezeka bungeni. Kwa hiyo nasi tuna nafasi nyingine tena kama chama kupambania hizo nafasi yani, tugawane. Haiwezekani ziende upande mmoja sisi ansisiala kwenyezo zilizotangazwa, na sisi tunapambana tupate nusu ya zile zilizotangazwa. Tuliomba elfu mbili na tisa nakumbuka nikiwa mwenyekiti wa vijana wa wilaya halikuwezekana. elfu mbili kumi na nne halikuwezekana, kumi na tisa pia halikuwezekana, lakini kwa awamu hii ya sita ya serikali ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan Uh, imeweza kutokea. Kwa ni jambo ambalo kwa sisi wana Dodoma tunampongeza sana mheshimiwa rais kwa utashi wa kuipenda Dodoma, lakini kuona kwamba Dodoma inaenda kupaa kimaendeleo. <tune>